Yes, mambo vipi? Na hii ni Aris Star TV, tuko na Mr. Informa mkuu wa kampuni ya Aris Star. Tunataka ajitambulishe aelezee kuelekea uzinduzi wa kampuni, uzinduzi wa ofisi kuu maeneo ya Dar es Salaam, yeye kama mdau amejipanga vipi. Bwana Blaza, mambo vipi? Pa, poa, safi tu. Wanaguita nani? Jina langu naitwa Magufuli, ambao natokea hapa kwenye ofisi ya Aris Star kwenye ofisi kuu ambayo inapatikana hapa mjini Shinyanga, Tanzania. mimi nakuita kwamba wewe ni Mr. Informer. Yes. Maana yake wewe ndo mtu ambaye unatoa utaratibu wote kuhusiana na mambo yanavyotakiwa kuwa kwa adilia, kuchimba dawa kupata chakula na vitu vyote vinavyoendelea kwa upande wako binafsi, taarifa ya kwenda ku, kwa kuzindua ofisi kuu Dar es Salaam, wewe kwako wewe hiyo taarifa umeipokea vipi? Uh, taarifa ni nzuri kwa sababu kwa wala abiria ambao wana wako Dar es Salaam kule walikuwa wanazungumzia wali kwa kwamba, eh, ofisi ni finyu kidogo, ilikuwa bado ni ndogo pale ambao ni shikilango uh, lakini pia mara baada ya kuona mkurugenzi kwamba abiria wake wanalalamika akabidi basi, uh, achukulie uzito swala kama hilo. Kwa moja kwa moja, eh, maanake nikaona kwamba ni jambo sahihi kabisa alivyofanya, si ndio hivyo? Uh, hey, kwa kujenga ofisi kubwa ambao basi ndugu yangu eh, kwa popote kule bwana uwezo ukaona ofisi kubwa kama ya Ally's Star, kwanza ofisi nzuri kabisa yenye manza ya upendeza na ofisi yenye ghorofa nne uh, kwenda juu kama sikosei, lakini pia hakuna ofisi nyingine ambapo ni nzuri kwa Tanzania hii. Turejee kwenye pointi kubwa hapa mm. tunaelekea kwenye grand finale ya uzinduzi wa ofisi ya Ally's Star mm. nasikia mkurugenzi katoa basi tano basi moja kwa ajili ya wanazi naam no. ambao wanazi wenyewe ni watu kama sisi tunavyoongea hapa na nini, alafu na mabasi manne ni kwa ajili ya watu tofauti tofauti, watu wake mm. wa karibu na ndugu zenu nyie ambao walikuwa na uhitaji wa kwenda Dar. Binafsi, kitu kama hiki hapa kwako wewe, kimekugusa kwa namna kime gani? Kwa namna moja au una kipi cha kuzungumzia hatua ya mkurugenzi ambao ametoa hizo gari tano kuelekea uzinduzi wa ofisi kuu Dar? Unajua, mkurugenzi amejitoa sana na ametambua kwamba ya watu ambao wanazidi kumshabikia ama kupenda gari zake, na ndiyo maana ametoa moyo wa dhati ili basi akatoa gari tano. Hakuna tajiri mmoja yoyote yule atoe gari tano astishe masafa, kwa hiyo atajiri ni mtu wa maajabu sana, lakini pia sisi tunamwombea kwa Mwenyezi Mungu aendelee na kazi yake iliyo nzuri iliyotukuka, natambua na Mwenyezi Mungu ataweka vema. Amina, ishara kabisa. Labda una chochote cha kumalizia? Aa, lakini pia kwa wale labda tuzungumzie tu kwamba e, abiria ambao anatokea Mbeya kuelekea Dar es Salaam kuelekea Mwanza kutoka e, Mwanza kuelekea Mbeya, lakini pia mabasi yetu yanapatikana kwa uzuri kabisa, lakini pia kazi kazini, nikimaanisha Arusha Moshi kule Ah, mabasi yetu ya kila siku yanatoka eh, na kila siku, lakini pia Mpeta ah, kutoka Mwanza kuelekea Mpeta kule mkoani Kigoma, ah, kutoka pia maeneo ya Sumbawanga kupitia maeneo ya eh, Tabora pale kuelekea Mwanza. Lakini pia hata ruti ukitaka tuzizungumze tunaweza kuzizungumza kidogo, sio uh, muda wake. Tukirudi tunaweza tukaliongelea hilo swala. Nashukuru sana kwa muda wako. Asante sana, naendelea kupiga kazi. I say, nilikuwa na Mr. Informa huyu ndo Mr. ambaye huwa ana represent vitu vyote vinapotokea hapa katika ofisi ya Shinyanga, yeye ndo huwa anaratibu taratibu zote za abiria kuchimba dawa pamoja na kupata msosi bana wewe. mimi nakusiendelea kubaki nasi, na hii ni Ally's Star pamoja na Bustv. Thank you.